Wakati rais wa Marekani Donald Trump akisema kuwa mpango wa usitishwaji mapigano kwa siku sitini huko Gaza unakaribia kufikiwa, kundi la Hamas limeeleza kuwa bado mazungumzo yanaendelea. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameendelea kushikilia msimamo wake wa kutaka kulitokomeza kwanza kundi hilo la Hamas. Mohamed Khelef amekuwa akifuatilia yanayoendelea huko Mashariki ya Kati na hii hapa ni ripoti yake. Katika kile kinachoonekana kama jibu la kwanza la Hamas tangu Rais Trump kutangaza alichokiita mpango wa kusitisha mapigano, kundi hilo limesema bado linaendelea kuyafikiria mapendekezo mapya yaliyomo kwenye mpango huo. Kupitia chaneli yake ya Telegram, kundi hilo limesema, na hapa na nukuu, tunalichukulia suala hili kwa uangalifu mkubwa, tunafanya mazungumzo ya kitaifa kuyatathmini mapendekezo ya ndugu zetu wapatanishi, mwisho wa kunukuu. Mnamo siku ya Jumanne, rais Trump aliandika kupitia mtandao wake wa Truth Social kwamba Israeli ilikuwa imekubaliana na masharti ya kusitisha mapigano kwa muda wa siku sitini, katika wakati ambapo mauaji kwenye ukanda wa Gaza yakiwa kwenye mwezi wake wa ishirini na moja. Trump alidai kwenye ujumbe huo kwamba Misri na Qatar, ambazo ni wapatanishi wakuu, zimekabidhiwa jukumu la kuafikisha mapendekezo hayo Hamas, lakini wakati huo huo akaitishia kundi hilo kuto kukataa mpango huo Kabla ya kile alichosema ni matokeo mabaya zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Sar alisema sehemu kubwa ya mawaziri kwenye serikali ya nchi yake anaunga mkono mpango huo ambao unajumuisha kuachiliwa kwa mateka. Kupitia mtandao wa X, Sar aliandika kwamba hii ni fursa iliyojitokeza ambayo haipaswi kuachwa ipite. Waziri huyo wa mambo ya kigeni aliongeza kwamba sehemu kubwa ya raia wa Israel wanaunga mkono makubaliano hayo kama yanavyothibitishwa kwenye uchunguzi wa maoni. Hata hivyo, waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben Gvir, ambaye anafuata siasa kali za mrengo wa kulia, ameapa kuyazuia makubaliano yoyote ya kukomesha vita vya Ghaza. Vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti kwamba Ben Gvir amewasiliana na mwenzake wa siasa kali za mrengo wa kulia, waziri wa fedha Bezalel Smotrich, ili kwa pamoja waratibu mpango wa kuzuia makubaliano hayo kufanyika. Licha ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kutarajiwa kutaa Rais Trump wiki ijayo mjini Washington, bado haijawa wazi ikiwa anakubaliana moja kwa moja na mpango huo ama atatumia fursa ya mkutano wake na rais huyo wa marekani kubadili upepo wa mambo. Wakosoaji wa Netanyahu, zikiwemo familia za mateka, wanamkosoa yeye pamoja na Ben Gvir na Smotrich kwa kuvitumia vita vya Ghaza kama kete ya kisiasa.